Watoto wa kike wawili wa wilo, familia moja wakazi wa kata Marangu Mashariki wilaya ya Moshi Vijijini mkoani Kilimanjaro, inadaiwa mmoja wao anatokwa na haja kubwa katika sehemu ya haja ndogo, ikiwa ni baada ya wote kwa pamoja kubakwa na kulawitiwa wakati wakiwa mikononi mwa shangazi yao anayeishi nchini Kenya. Mama mzazi wa watoto hao akizungumza na waandishi wa habari akiwa katika kata hiyo, amesema kuwa amebaini uwepo wa tukio hilo baada ya watoto hao kurejeshwa nchini na shangazi yao ambaye awali aliondoka nao kwa madai ya kwenda kuwasomesha nchini humo. Mtoto alikuwa anajisikia anasema, mimi mama, naumwa huku chini. Ninamwambia, kwa nini umejinyaga? Ananiambia, mama, nimesharibika na natoka mavi huko mbele na nyuma. Mimi sijajinyia mamangu. Nisamehe, sijajinyia kabisa. Nikachukua hatua nikawapeleka hospitali, hospitali ya OPD. Kaenda, tukaenda pale OPD, akaenda kuchekewa, akakuta ni kweli mtoto ameharibika. Yule daktari kiume alikuwa ananiambia anataka kunipiga makofi kawamba mi, misom nilikubali watoto waende ko Kenya waliambua waende na shangazi yao akalambe. Hata siku moja usirudie tena kufanya kitendo kama hicho, kuachia watoto waende Kenya, ukae na watoto wako usiwachie tena hata siku moja. Huyu wa pili ndio hali yake mbaya, kwa sababu anatoka na mauchafu uchafu na kinyesi kutoka kutoka nyuma na mbele, lakini eh, huyo mwingine sio sana kama huyu m... Huyu mwingine damu sijaziona sana. Ndio kwa sababu hata akikaa tu anajinyea mwenyewe anajikojolea kila dakika anakojo huyo mm. Huyo wa kwanza ana miaka kumi na huyo ana miaka nane, huyo wa pili kwa sababu hata akikaa tu anajinyea mwenyewe anajikojolea kila dakika anakojoa. Okay. Sasa, shangazi alikuwa na watoto, hajawahi kuwapigia simu akawaambia tatizo hili, hapana kabisa kabisa, mpaka watoto wamefika huku ndio na kuja kutambua kwamba hali ndio hiyo. Na aliyewaleta Tanzania ni nani? Huyo huyo shangazi yao, hmm. Nilichokishuhudia ni huo uharibifu wa maumbili ya wa watoto waliofanyika hasa huyu wa miaka nane. Umeona kwamba akipata haja inatoka nyuma na mbele pasipo taarifa. Yaani hata sasa hivi akitolewa vile vitambaa alivyowekwa, akikaa hapa, wewe mwenyewe utashuhudia kitu cha ajabu kinachotokea. Hicho ndo kitu ambacho kama mzazi kiliniuma. Wiona una una unahisi una kwamba aliofanya haya si watoto wenzao. Hawezi kuwa watoto. Ni watu wazima na simara moja. Yes. Hawezi kuwa watoto. Hakuna mtoto anaweza kuwa na maumbile ya kumweza kumharibu mtoto kiasi kile. Lakini tunaiomba serikali, tunakuomba Mama Gwajima, tumeona ukitusaidia vitu vingi. Tunaomba usaidie familia. Tunaomba usaidie familia kwa sababu pamoja na haya ambayo yanaendelea bado ana kupokea vitisho. Aidha, inaelezwa kuwa chanzo cha watoto hao kupelekwa nchini Kenya kwa ahadi ya kusomeshwa ni baada ya kutendewa tukio la aina hiyo na binamu yao mwaka 2023 na kesi iliyokuwa mahakamani kuhusu tukio hilo kuyeyuka katika mazingira tata na mtuhumiwa kuonekana mtaani. Hata hivyo, bibi wa watoto hao amezungumza namna uongozi wa kijiji ulivyoshiriki kuwaondosha watoto hao huku kesi hiyo ikiwa mahakamani. Hiliitua na mtendaji hapo watoto wakaenda wakajieleza. Baada ya hapo, wakapelekwa himo, wakaenda kuchekiwa, wakakuta ni kweli wamebakwa, ndio wakarudishwa hapa nyumbani. Tulipokuwa tunakaa huku nyumbani, ndio huyo mtendaji, barua zikaja, tukaambia tuende ofisini. Tulipoenda ofisini, nikakuta kwa mashangazi yake huyu hawa watoto Tipo akuta hapo, mtendaji kasema, hawa watoto tumeamua shangazi yake waenda akasomeshe. Shangazi yake akaitwa akasema, mimi naweza kabisa, naweza kusomesha. Mimi nikawaambia hapana, wakaniambia we bibi utaweza kusomesha hawa watoto? Nikawaambia, nikawaambia, na likitokea la kutokea. Kasema hamna litakalotokea. Mimi naenda ku, unani, kufundisha shangazi zangu. Ndio hapo, hapo, ndio akachukua hao watoto. Hali yao mwanzo ilikuwaje? Yani sasahivi ukiangalia kama bado hata utulivu wa akili pia hauko sawa. mwanzo ulikuwaje ama umeathirika na haya aliyopata? ameathirika na haya aliyopata. Alipotoka hapo mwanzo alikuwa vizuri kabisa na akili zao vizuri, sasa mm. mpaka akili zao zimekuwa si aziko tena sawasawa, hata kimwambia kitu hawakusikii awakusikii tena, hata kiwaambia hesabu hata mpaka kumi hawajui. hata andika jina lako hawajui wao wanasema alikuwa anasoma anaongea Kiingereza, tukiambia waongea hata Kiingereza hamna, madaftari hakuna hakuna, hakuna. Uniform hakuna. Ni picha tu ile ya cheketea alileta hapo ofisi ya mtendaji akaiwacha hapo. Kadhalika tumeutafuta uongozi wa eneo hilo na umetueleza namna ulivyofuatilia tukio la awali na la sasa. Wakati ninyi mnaandikiana maelezo ya kwamba hao watoto waondoke na huyo shangazi, shangazi yao, pengine hali ya watoto ilikuwaje kwa wakati huo? Hali, hali yao ilikuwa mbaya, walikuwa tu yani wakikaa kidogo na nani, mmoja alikuwa anatoka mm. na kujua kila wakati hmm na alikuwa na harufu mbaya mm. Ndio. Ilikuwaje ukakubali waondoke ile hali kwamba kuna kesi inaendelea mahakamani? Mm. Kama familia zote imeshasema, u watoto wajua wako wapi? Mm. Mimi na wa, wakaamua maamuzi, nisingeweza kupinga maamuzi ya familia zote. Lakini mtuhumiwa aliachiwa baada ya kupelekwa magereza, watoto wakasema kwa huko huko, walikuachiwa huko gereza, wakisema kwamba hana hatia ni... lakini cha ajabu aliachiliwa akarudi mtaani bila sisi kutoa taarifa, maana hakuna tena mtu alirudi nyuma, hata ustawi wa jamii hata nini, kusema jamani, wala watoto wameenda wapi, au wanafanywa nini, au wanalishwa na nani? Hakuna alitokaje mpaka akarudi uraiani, hatujui hilo, ndio hatujui, halifahamiki. Uliweza kuongea naye baada ya kurejea nchini na watoto? Nilimwita kwa simu. Ukazungumza naye? nikazungumza naye, lakini aliangua kilio cha ajabu, baada ya kumwambia kwamba kwa nini ulipeleka watoto akaenda kufanya tena kitendo kile cha kinyama. Akaniambia mtendaji, kweli mimi nichukua watoto niwatoe kwenye uharibifu niende nikaweke tena kwenye uharibifu? Yaani, kilichobakia hapa ni kilio cha kikubwa cha hatari. Na kwa nini hiyo changamoto imekuja kubainika na watu wengine tofauti na yeye ambaye alikuwa anaishi nao watoto mimi kwa kweli hapo, sijajua, hapo limeniwea kami kitendawili tega. Kitendo cha hao watoto kuondoshwa nchini, tukisema kwamba pengine ni lengo la kutaka kuzima hiyo kesi ya kubaka na kulawiti, tunaweza tukawa tunakosea. Sijaona kama ilikuwa kufuta ushahidi, maanake kama wangehitajika tu